Hebu piga kelele kubwa kabisa. Agano jipya kwa mzeituni mwitu, huyo ni ujumbe wa leo. Agano jipya mzeituni mwitu, hebu tu mpigie makweti aba, mzee wa Yesu makubwa, pigie makwei makubwa. Yesu angalia, leo kitu nataenda kukipata siku ya leo, yako mambo mapya yatatendeka juu ya maisha yako. Hata kama kuna ugonjwa ulianzia kwenye ukoo wako, leo lazima uniofoke, uachie kwa jina la Yesu. ya wai jipya kwa mzeituni mwitu. Tuele. Agano jipya kwa mzeituni mwitu. Huh? Katika agano la kale mkato. Huh? Mungu alifanya magano na watu binafsi na familia mbalimbali mbali mkato. Huh? Kama vile agano na Nunu mkato. Huh? Ibrahim mkato. Huh? Musa na Daudi nukta. Huh? Agano la kale kuelekezwa kwa Israeli. Uh -huh. Yaani kwenye mabano mzeituni wa asili nukta. Uh -huh. Lakini kwa kupitia Kristo mkato. Uh -huh. Agano jipya limefunguliwa kwa kila mtu aaminie mkato. Pinga makofi hapo kwa jina la Yesu akongo. Uh -huh. Kwa kila mtu aaminie, agano jipya limefunguliwa kwa kila mtu aaminie. Amina. Endelea. Hata majipukizi kutoka mataifa nukta. Uh -huh. Familia nyingi azimjui Yesu. Eh. Yeah. Na ziliungamanishwa na miungu ya ukoo au mizimu mbalimbali nukta. Eh. Yeah. Hivyo kukosa uhalali wa kumiliki baraka za Jesus only nukta. Eh. Yeah. Kutoka 23 hadi 5 nasoma, Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Yeah. Fungua semi. Eh. Yeah. Usiwe na miungu mingine ila mimi nukta. Ndio. Yeah. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mkato. Eh. Yeah. Wala mfano ndiyo wala kilicho chini duniani mkato, ehhe wala kilicho majini chini ya dunia dunia mkatoehhe, usivisujudie wala kuvitumikia nukta mkato, ehhe kwa kuwa mimi mkatoehhe, Bwana mkato, ehhe Mungu wako mkato, ehhe ni Mungu mwenye wivu nukta mkato, ehhe na wapatiliza wana waovu wa baba zao mkato, ehhe hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao nukta. Funga seni. Piga makofi hapo. Piga makofi mengi kabisa. Haleluya kanisa. Endelea msomaji. Kila miungu unayoisujudia tayari umeingizwa kwenye maagano nayo na Mungu. Eh? Ndiyo maana Mungu huingia wivu.